Kabla ya mradi wetu haujaisha, ambayo kimsingi unapaswa una kuisha tarehe 14 mwezi wa tisa kwa plani tulionayo na kwa, kwa, kwa spidi ya mkandarasi tunafikiria lazima tutakuwa tumekamilisha na watu waanze kupita juu ya daraja, na mkandarasi yupo site anaendelea na kazi kama ambavyo tumekubaliana na revised work program ambayo ametupatia. Na kinachoendelea kwa sasa, hatua tuliyofikia, tumefikia hatua sasa ya kumwaga caps kwa ajili ya abutments pamoja na, na, na piers pamoja na kuseti zile bearing ili sasa tuanze kuseti deki kwa maana ile nani hatua ya mwisho kabisa ya juu. Kwa hiyo watu wa Msangano, daraja hili kwa kipekee ni neema kubwa sana katika kuongeza uchumi wa, wa kijiji chenu kipekee, kwa sababu katika kijiji cha Msangano tunategemea ndio kitakuwa mji mdogo ambao una, u, ukitoka Tunduma basi upokee na swala la kibiashara, watu wanaweza kuja kufanya biashara hapa kwenda wakitokea Tunduma. Juhudi hizi ni matokeo ya serikali katika kuhakikisha linatatua changamoto sugu kwa wananchi, na hapa, mkuu wa mkoa Daniel Chongolo anawaaswa wananchi kuto kuhujumu miundombinu ya miradi inayowekwa na serikali kwa manufaa yao. Kazi ya serikali ni kutenda bila kuangalia watu wanasema nini, kuhudumia wananchi bila kuangalia watu watasema nini kuhudumia wananchi bila ubaguzi bila upendeleo, ili mradi wananchi wapate huduma wanayostahili. Miaka mitano iliyopita, kutoka tu hapa Msangano kwenda pale Tunduma ilikuwa anasa. Uongo kweli? mtu aliyokuwa akienda alikuwa anaagana kabisa na mkewe, hana uhakika wa kurudi. Uongo kwamba nitarudi leo au kesho, sijui, lakini acha niende. Tusikubali mtu ahujumu miundombinu inayowekwa na serikali kwa fedha nyingi. Ida Matthew Krause, Songwe.